Acheki msa, sikuja kuja kazi utafanya, ama usikubali mtu akufake kazi utafanya huyo mtu. Kumbuka kitu a, kwanza mtu akulishi, hakuvalishi, hakunyweshi ni wewe, majukumu yote ni wewe. Alafu mtu anakuja hapa anakuambia, oh, ukishika jembe ulime, utaparara siju nini nini. Huyo mtu hakuna kitu anakusaidia bana. Wewe fanya maamuzi yako wewe mwenyewe, fanya kazi, fanya kazi, hmm, fanya kazi bora tu, usichukue kitu ya mtu Bora usiibe kazi yenye umesweti. Umesweti hiyo pesa, utaimendaini vizuri na itakusaidia ita vizuri, kuliko ile umenyang'anya mtu. Usikubali mambo ya watu ya kutawala akili. Naona mimi hapa, mimi ni security na siringi. <laughs> Siringi, nafurahia kazi yangu, unaona no. So mambo ya watu bana yasikuletee Fanya maamuzi yako mwenyewe bro, ama sis, fanya maamuzi yako mwenyewe. Kazi ni kazi, bora kitu inaingia kwa mfuko. Mwisho wa siku unanawa mkono, kama umefurahia, una enjoy jasho yako, enjoy.